Ubaya wa mtu wa bid'a mpaka hazikwi na watu wa sunna, pamoja na kuwa maulama wapo wanaosema kwamba atazikwa ili asije akawanukia watu. Lakini Umar bin Khattab alivyokuwa, lau kama angekuwa kama masufi ingekuwaje? Dini ingekuwa hakuna, usingekuwa kuna dini. Kwa hiyo ndugu zangu, katika imani, Fudhail bin Iyadh rahimahullah ta'ala anasema

Na watu wa sunna pamoja na kuwa maulamaa wa wapo wanaosema kwamba atazikwa ili asije akawanukia watu, lakini mashekhe wale wakubwa wanaofahamika wameshikamana na sunna hawaendi kumzika mtu huyu, wataenda watu wengine wa watamzika, na maneno mengine ambayo wameyasema wanachuoni katika jambo la kukataza kukaa na watu wa bid'a, na hili ndio linatuzuru sisi Waislamu.

Fudail ibn Iyad yeye yeah. Amekufa mwaka 187 Hijiria. Amekufa mwaka 187 saa Hijiria. Na leo tuko mwaka 1440 ngapi? Eh? 45, si ndio? Toa hiyo miaka toka amekufa. Mwaka 1300 na kitu, si ndio? Alafu tuseme 1400. Ah. Haya maneno anayosema, anayekaa na mtu wa bida hapewi hikma, hawezi kuwa na xikma. Na pia akasema, la tujalis ma saxibi bidatin, usikae na mtu wa, fa inni akhafu an tanzila leika llacna, naogopea isije ikakutelemkia lana, kukaa na Kuka mtu wa bida, laana inaweza ikatelemka ikakukuta na wewe. Mathalan wewe mtu wa sunna umekaa kwenye maulidi mathalan kwa sababu ni jambo la bid'a ambalo limetuzunguka, umekaa tu na wewe wajitikisa tu, gharika imekuja. Nani yule? Fulani, si ah, mtu wa sunna ah. Na yeyo ni ah, mwenzetu. Ukifa sasa, watu wa bid'a wakugombania, watu wa sunna wakugombania, na hili ni tatizo. Nimeliona sana Bukoba, kuna mzee mmoja amefariki Bak, yani kwenye BAKWATA yupo huko kwenye maulidi, maulidi yupo na kwenye sunna yupo Amekufa, hawa mashekhe wa sunna wanasema ni wa kwetu, na hawa wanasema ni wa kwetu. Wamekutana wapi? Makaburini. Sasa pale kinachofanyika ni nini? Ubabe, kwa sababu mtu haeleweki.